Inawezekana ulishawahi kujiuliza maswali mengi kutokana na namna ya maisha yako jinsi yalivyo ukijilinganisha na watu ambao ulikuwa nao, ulicheza nao enzi za utotoni, uh, wengine ulisoma nao primary, secondary na katika level <coughs> nyingine za za, za kielimu. Ukijilinganisha ulipo leo na wao walipo, uh, yamkini mkini ukawa unaona ni vitu viwili tofauti. Kwa wao wamekupiga hatua, wao uko na maendeleo ya kimaisha kwa namna moja ama nyingine na wewe ukijiangalia ni kama vile hujafanya kitu katika maisha yako. Kiukweli ni kwamba ukijilinganisha wewe na watu wengine utajikuta huna kitu umefanya. Mtu ambaye anaonesha nini umefanya ni wewe mwenyewe kutokana na namna unavyojiaccess wewe mwenyewe kwa namna unavyofanya mambo. Ulichokifanya jana na leo ulichokifanya kina muendelezo wa namna gani? Je, kina kusogeza sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, ama kinakuacha hapo hapo ulipo, ama kinaendelea kukurudisha nyuma. Sasa huo ni mfumo ambao utakufanya wewe kujiaccess mwenyewe na kuona, kuona, unapiga hatua, ama unapiga hatua. Watu wengi wameingia wa kwenye sonono na, na, na, na, na msongo wa mawazo wakiwaangalia watu ambao walikuwa nao wakicheza nao wakisoma pamoja, wakiangalia marafiki zao washikaji zao wa karibu wamepiga hatua kimaisha, alafu yeye akiangalia mambo bado hayajajipa, mambo bado hayajaleta majibu, unajikuta unaingia kwenye msongo wa mawazo. Sasa hiyo sio njia ya kipimo cha wewe kufanikiwa, kwa kuona wenzako wamepiga hatua, wewe bado uko hapo hapo. Wakati mwingine inaweza ikawa ni sawa, lakini sio sawa katika afya ya akili, kwa sababu hujui wao wamefanikiwa wame kwa namna gani. Kwa sababu kila mtu ana baraka zake ambazo Mungu amemwekea. Sasa wewe lazima upambane katika fungu lako ambalo linahitaji jihadi, linahitaji kujituma, linahitaji matumizi sahihi ya akili na matumizi sahihi ya muda na hata rasilimali fedha ambayo unaipata kuwa unaiwekeza katika namna gani, ili kujenga kesho yako iliyo bora. Lakini ukianza kuangalia kwa fulani, bwana ni nimecheza naye, nilikuwa naye tumetoka mtaa mmoja, tulikuwa tunaishi ghetto moja, lakini sasa hivi mwenzangu amepiga hatua, lakini mimi bado nipo. Inawezekana ikawa ni, ni mfumo ambao ukakuumiza kiakili, inawezekana jamii ikakulinganisha na hawa watu, inawezekana familia ikaanza kukuuliza, kwa nini bwana, bwana yule alikuwa mshikaji wako, leo yuko hivi, wewe uko hivi bado. sasa hupaswi kuingia kwenye kwenye huo msomo wa mawazo, ila unachotakiwa kujua kuwa ni kufanya mambo katika nafasi uliopo. Hapo ulipo unatakiwa uanze hapo hapo kufanya mambo kwa, kwa, kwa nguvu, kufanya mambo kwa kujituma ili kukusaidia wewe kupiga hatua zaidi na zaidi katika, katika mfumo wa kile unachokwenda kukifanya. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kupima namna ya ulivyopiga hatua ni yale mafanikio yako binafsi. Ukilinganisha wakati uliopita na wakati uliopo sasa, ni namna gani umepiga hatua? Sasa usijipe mawazo, usianze kujitia katika msongo wa mawazo, ukaanza kuumia akili yako ukiangalia fulani, bwana ame, ame, amefanikiwa mimi bado. Usijipe pressure hizo za kifamilia, usijipe pressure za watu wa karibu, kuwa wanakulinganisha wewe na watu wengine. Iko ni kitu ambacho kimeumiza watu wengi na kimewafanya watu wengi kuendelea kuishi katika kushindwa, kwa sababu wanataka kufanya mambo kama alivyofanya fulani. Kumbuka kuwa tunatofautiana uwezo wa asili, kila mtu ana nguvu yake ya asili katika utekelezaji wa mambo. Sasa namna unavyofanya mambo yako ili aleta matokeo na namna unavyofanya mtu mwingine ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ni lazima ujue kuwa wewe unafanya kwa nafasi yako na mwingine naye atafanya kwa nafasi yake. Namna utakavyofanya wewe, mafanikio yako yatakuja kwa sababu ya nafasi yako, na mwingine atakaofanya mafanikio yatakuja kwa kwa sababu sababu ya nafasi nafasi yake, yake kwa sababu kila mtu ameandikiwa ameandikiwa nafasi yake na Mwenyezi Mungu, lakini ile namna unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo. Hata maandiko matakatifu ukisoma katika Biblia, nakwambia jionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa unajionaje nafsini mwako? Unajiona ukiwa mtu mkuu? Unajiona ukiwa umepiga hatua, ama unajiona bado ukiwa mtu, mtu, mtu mwenye kusimama, au unajiona kuwa mtu ambaye ni wa chini tu siku zote? Ukijiona hivyo, basi jua ndivyo ulivyo. Lakini ukiruhusu nafsi yako ikakutafsilisha kuwa wewe unaweza kuwa mtu mkuu, basi hivyo ndivyo ulivyo. Kwa hiyo katika kila jambo unalofanya katika namna ya maisha yako unayoishi, usijilinganishe na mtu mwingine katika kitu unachokifanya. Inawezekana ni maisha ya kawaida katika maendeleo ya kawaida, inawezekana ni kazini, inawezekana ni katika biashara. Usijilinganishe na namna mtu mwingine anavyofanya. Fanya kwa nafasi yako, jifanyie, tengeneza muda wa kuweka trending ya kujiaccess wewe mwenyewe, labda ikawa ni baada ya mwezi, baada ya miezi mitano baada ya mwaka au baada ya nusu mwaka ukaji access. Kwa labda mwaka elfu mbili na ishirini na tano nilianza hapa, nimepiga hatua mpaka hapa. Kwa ninaanza hapa tena elfu mbili na ishirini na sita mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka nitakuwa nimefanya kitu hiki. Hiyo itakusaidia sana ukiwa unafanya hiyo ukijiaccess wewe mwenyewe. Lakini kama huna hiyo trending ya kujitafsiri wewe mwenyewe kwa kila unachokifanya, kila kitu kinaenda tu random, basi kubali tu kupokea lawama kuwa upige hatua. Watu wako wa karibu wanapiga hatua, wewe upige hatua. Tengeneza mfumo wa kujitafsiri wewe mwenyewe, ulipotoka, ulipo na wapi unakwenda. Hii itakusaidia sana kuwa mtu mkuna, itakusaidia sana katika mambo yako kuendelea kukua kiuchumi uchumi kwa maana ya fedha katika shughuli zako unazokwenda kuzifanya na hata akili yako pia inakuwa, kwa sababu unaangalia tu namna ulivyokuwa unachakata mambo katika nyakati zilizopita na sasa hivi unachakata una mambo katika, katika, katika tafsiri gani. Kwa hiyo ni lazima ujue hiko kitu. Ni lazima uishi katika hiyo hiyo tafsiri ya, ya, ya kimaisha kuwa lazima ujichakate we mwenyewe, na itakusaidia sana wewe kukua katika kile unachokifanya. Acha tabia ya kujilinganisha na watu wengine, kwa namna wanavyofanya mambo yao. Acha kujilinganisha na mafanikio ya watu wengine, ila ona tu ni kama chachu, lakini siwe sababu ya kukufanya wewe ukaingia overstress na kuwa na changamoto ya afya ya akili. Asante na kwaheri.